Tume ya Madini imeendelea kutoa elimu kwa wachimbaji kuhusu matumizi ya Kigida retort, kifaa kinachosaidia kulinda afya za wachimbaji, mazingira na kupunguza gharama za matumizi ya zebaki katika uchenjuaji wa dhahabu. Akizungumza kwenye Maonyesho ya Nane ya Kitaifa ya Teknolojia ya Madini yanayoendelea katika Viwanja vya dr Samia Suluhu Hassan, Bombambili mkoani Geita, afisa mazingira mwandamizi kutoka ofisi ya afisa madini mkazi wa mkoa wa Geita, Hyasinta Rugeiyamu amesema Kigida kimeundwa kwa mfumo unaozuia mvuke wa zebaki kuingia mwilini wakati wa uchenjuaji, hivyo kumlinda mchenjuaji dhidi ya madhara ya kiafya. Mbali na kulinda afya, Kigida huzuia pia moshi wa zebaki kutawanyika hewani. Badala yake, mvuke huo hubadilishwa kuwa kimiminika kinachohifadhiwa na kutumika tena. Hii husaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira na gharama za ununuzi wa zebaki mpya. Ameongeza kuwa Tume ya Madini itaendelea kuhamasisha wachimbaji kote nchini kutumia Kigida ili kuhakikisha shughuli za uchenjuaji zinafanyika kwa usalama, tija na endelevu. Mohab TV Geita.